Helikopta ilianguka katika Mlima Kilimanjaro nchini Tanzania na kuua watu watano. Mamlaka ya usafiri wa anga ya kiraia ilisema Alhamisi, huku vyombo vya habari vya ndani vikisema kuwa ndege hiyo ilikuwa katika misheni ya uokoaji wa kitabibu. Kwa mujibu wa taarifa ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga ya Kiraia Tanzania TCAA, helikopta hiyo ilianguka karibu na Kambi ya Barafu siku ya Jumatano. Gazeti la Mwananchi na East Africa TV vikinukuu mkuu wa polisi wa mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigua viliripoti kuwa helikopta hiyo ilikuwa katika operesheni ya uokoaji kita wa kitabibu. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni pamoja na kiongozi wa utalii, yani tour guide daktari, rubani, na watalii wawili wa kigeni, gazeti la Mwananchi ilinukuu Maigu akisema bila kutaja uraia wa watalii hao. Mlima Kilimanjaro, kilele cha juu zaidi barani Afrika, una urefu wa takriban mita elfu sita juu ya usawa wa bahari. Ajali hiyo ilitokea katika kimo cha kati ya mita elfu nne mia sita sabini na elfu nne na mia saba na kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, takriban watalii elfu hamsini hupanda wa mlima Kilimanjaro kila mwaka.